Unajua tangu nilivyokuchukua kwenu sasa ndio nimeenda siku zimekuwa nyingi. Mimi nilikuwa naona ni vyema kabisa kufunga ndoa sasa. Ha? Ndoa mbona mapema sana? Sio mapema kwani? Unajua ilipasa tufunge ndoa hata kabla kabisa sijakuchukua kwa wazazi wangu. Yaani ile tu tunakuwa kwenye mahusiano, ndoa ilipaswa ifungwe kabla ya lakini kwa sababu tu ya taratibu ambayo sijazipitia kizingatia kwanza wazazi, ndio hivyo, namtegemea tu rafiki yangu Frank pale nikuu. Naona ni vyema kabisa kama ungesapoti wazo wangu kwako. Hapa hapa nyumbani natulia na wife kawaida tu, lakini kawaida bwana

shida ni kwa nini geti umeliacha wazi? Hujui kwamba huu mtaa una wezi wengi sana. Eh? Yeah? Geti unaacha wazi? Je, wakiingia huku kuiba? Au tukiibiwa huku ndani wewe utafurahia sana, sio? Nisamehe tu mwanangu, nilijisahau. Hivi mwanamke una akili kweli? Ulijisahau nini ya? Ukiwa hapa nyumbani unatakiwa uchangamke, sio kuacha geti wazi hivyo. Shenzi kabisa eh we. Eh. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Wewe. Kwa nini TV umeamsha Mwonekano sio kabisa. Sofa zilikuwa huku, umehamisha, umeweka tofauti kabisa. Yani hivyo, mwanangu, na akili timamu kweli? Wangu, nilitaka tu nibadilishe muonekano wa huko ndani. Kwa nini ubadilishe bila ruhusa kwangu? Eh, si kwa kweli Mwanamke nakuona mzigo kabisa humu ndani upo upo tu, kazi yako kula, kulala, kwenda chooni. Hivi ujui maana ya ndoa ni nini? Maana ya ndoa, mtoto. He? Mume wangu ndo kunifokea hivyo sasa kwa kuwa nimebadilisha mazingira humu ndani. Naomba basi unisamehe kama nimezidi. Maana ya ndoa yote hayo unayatafuta wewe, usinisogelee shenzi kabisa wewe. Wana muonekana wapazia. Umeweka pasia tofauti kabisa, mbaya kama ulivyo wewe dioni. Mimi natoka kazini, nafikiri nafike nyumbani, natulia, afu nakuta mazingira hayako sawa kabisa. Yaani najuta kuwa na mwanamke kama wewe. Hujui kwamba nilitoa mahali kweli, eh? Mali zangu bora ningeweza kuvuta bange kule mitaani wangefaidi. Muone kwanza. Hebu niletee maji ya kunywa hapo mimi. Ala. So naona kuna kitu kwa je. Wewe unaleta maji ya chumvi na mwanangu, na akili tuma mkwe yalikata, kwa hiyo ndo umeamua ni maji ya chumvi sasa. Kumbe we mwanamke mshenzi, mm. eh. Ah! Ungekuwa unajua sikupendi kama wali uliochachewa we mwanamke. Kama unaona vizuri kunywa mwenyewe sasa.

Pastor, ah. Okay. Salama. Hey, mambo salama nani na mangeni safi. Hebu Zuberi, niko kwenye kelele kwanza, niko kwenye kelele, nitakuja nikucheki nikitoka. Si huyu. Hii kugawagawa namba, unajua mambo ya kusafiri safiri. Ni namba mimi sijui. Nimemwambia nipo kwenye kelele bado, ngoja kwanza nikamsikiliza. Hey, niambie baby. Poa uh, safi tu. Uko poa. Safi, wewe niambie shida, shida ni... Hey. No, alivyokuambia hivyo we umeamua nini? No. Hey. Hey. Hey. Hey, yes. We naye moyo wako upande mwingine upo kwake, we fanya kitu kimoja, we unampenda huyo, yeye unampenda mimi yeah. Oh, Ah. Sasa unasikia mume wako nipo naye sawa. Unasikia mume wako nipo naye huku. Sasa fanya kitu kimoja, uangalie muda ama siku ambayo mume wako hayupo, upo free sawa halafu unikute mimi sehemu, tukutane, nitakupa mbinu, nitahakikisha hiyo ndoa ifu. Umesikia? Yeah, wewe fanya hivyo siku siku ambayo utakuwa free We nipigie simu niambie uko tayari, meweko yupo, alafu tukutane sehemu tukae, afu nitakupa mbinu kama unanipenda wewe, kwa sababu mi sitaki huyo mtu funge naye ndoa, kwa sababu mi nakupenda, nakuhitaji katika maisha yangu. Sioni mwanaume yoyote yule wa kuniweka, wa kunitenganisha niwe mbali na wewe, umesikia yeah. mm. Okay, sawa. Basi siku hiyo ah, ya Jumapili ukiwa tayari we nipigie simu nikuelekeze nikupe location niwape tukutane, ni umesikia? Haya nakupenda pia. Naambia watu wengine kama wanavuruga weekend yangu Huyu kapiga simu ananiambia, ulinipa namba yako, tulikuwa tunasafiri kwenda Morogoro, tukakutana njiani si nini nini. Yaani ananiambia jina ambalo hata sielewi, nikasema mama eh, umekosea namba, namwambia umekosea namba, bado ananiambia

hapa umeingia mjini ndugu yangu, saka umeingia mjini. Sasa hivi mambo yatakaa fresh tu kwenye mishemishi zangu. Baadaye nikija nikaingia mjini, kuna kazi nataka nikutafutie, kuna kazi fulani hivi, itakufaa sana. E, cha msingi kupambana hapa mjini, tunapambana tu amna, amna kingine nikupambana, unatafuta unapata, sapampa nini, fresh maisha, kazi nasogeaona hii inakaa vizuri

Ae, karibu sana, sana. Toka, toka munda. Ah, siku nyingi unajua. Yaani, toka kipindi kile hata siaiia mpaka sasa hivi. Ah, siku nyingi unajua sana. Kumisi, kumisi sana tulikuwa

kweli mwanamke fundi. kweli. mambo. Mambo, <laughs> kweli. <laughs> na enjoy sana nikiwa na wewe sema. <laughs> Na nasana <fry> sana. <laughs> na frii mwana. mm. ni mwanamke wa kipekee. Unaona? Wewe ni wa tofauti, sije kuona mwingine. Napenda sana, sija kufata mwanamke mwingine kama wewe. Ni mtani wako eti. Kwa hivyo vipasi vyako hivyo, yani kwa jinsi ninavyokupenda mimi niache kukua wewe. Yaani paka sasa hivi. Wewe kuna, kuna unajua sasa hivi kuna mdogo wangu hapo, lakini sio siku nyingi kuna kazi namtafutia. Kishapata hiyo kazi tayari. Mimi na wewe. Sio kwa enjoy bana. So, wewe ni mtu, wewe ni mtu, wewe ni mama mtu. Wewe ni sana. <laughs> Sema sema mambo sasa hivi. Tunatafuta sapa pa nini? Unatafuta sapa pa nini lazima, kidogo unakaa unatulia, lakini sasa hivi ukishazipata unakaa na bebe kama wewe, mama mtu, mama mjengo, ndelea kufurahi mpaka sasa hivi. Jinsi ulivyokuwa kasula kaka nzuri akapua kama lamuingi <laughs> ndugu yangu liti, unajua biashara tulionayo sasa ni biashara ambayo kila mmoja anakodolea macho na watu wengi wanatamani sana jinsi tulivyo sisi. Ni kweli bwana bosi, kunachokisema unajua, unapoendelea hatua, kuna watu fulani wanatamani wawe kama ulipofikia wewe. Ah, na mpaka sasa tunahitaji kupiga hatua sasa, pale tulipo tuzidi kupanda juu. Na vipi kuhusu ule mradi wako ulioanzisha pale? Bado naendelea ya ule mradi bado ninaendelea nao, na ule mradi umeshaniingizia fedha nyingi sana. Sawa ah, najua hata mimi mpaka sasa ule mpango wangu bado tayari nakuendeleza. Wala pe, ah, samahani, tunajua samahani. Yes, uh, unatoka una, una, una kanisani kanisani. <coughs> <coughs> Oh. Ah, unajua ah, tumekuita hapa tuna jambo moja ah, jina langu ninaitwa Bosco ah, nina rafiki yangu anaitwa Liti tunakuomba basi ukae nina mazungumzo na wewe. Asante kaka yangu. Nipo watu wa kanisani. Nimekuja kumwangalia mzee na chela kidogo. Basi kama mnamzungumza wakati tu nitakusikiliza. Ah, ni kweli. Kwamba una una haraka sana tunajua hilo, unaona, si tunajua kwa maana hapa tulivyoangalia tu unatutambulisha wewe ni mtu wa dini sana, ndio. Mm. Unakaa una, unakaa mtaa gani? Nakaa mtaa wa tatu pale, msaka msala hii jitisumbuko. Karibu sana kanisani, hata Mungu atakubariki. Oh. Mm. Ah, sawa sawa, ni jambo jema, jambo jema mm. Ah, lakini kwa mwonekano wako unafaa kuwa mke kabisa mwenye familia na watoto. Asante, nashukuru kwa hilo. Mimi bado ni binti ambaye nategemea Mungu wangu ajanipe mimi wangu wa ndoa, si hawa wanaume wazina zina, ndio zina, ndo, ndo maneno gani haya maanisha kwamba si watu tuliokoka, tunaopenda Mungu hayo mambo haturuhusiwi, haturuhusiwi kabisa. Hata Mungu wa mbinguni apendi mimi no. Kama muda wangu naisha make nipo namtafuta mzee. Mama amenegeza kumangalia mzee, nipo natokea kansana baadaye. Basi kaka, aa, samahani, bila samahani, naomba utusaidie hata namba yako, namba yangu ili tupate mazungumzo saidi. sifuri saba okoka arobaini mimi Mungu anakupenda sabini na tatu, ombeni nanyi mtapewa, arobaini na nne, tafuta nanyi mtapata, sitini na mbili. Karibuni kansani pale, kansalejitisu mugu, Mungu anapenda sana, nakaribisha na, na Mungu wa mbinguni ataabariki. Uja naenda chuoni bidi, ukifika chuoni pambana sana, usome. Maana maisha bila elimu utaangaika sana soma. Kwa bidii, umesikia mdogo wangu? Yes, hmm. Okay sawa, mi nakuaminia mdogo wangu, fanya kweli, lakini huko chuoni kumbuka, kuna okay. vishawishi yes. vingi Yes. Hello, babe. Oh. Okay, usijali na kutumia location sasa hivi utanikuta sehemu fano, okay? Dogo. Mimi natoka mara moja, kwa hiyo boyo... Ngama vipi ndakukuta baadaye. Ayako. Fresh. Mbeo baby, safi. Mambo safi. Mzima. Sunny on the beat.